Naam, habari zenu ndugu marafiki na wote ambao wananifuatilia katika mtandao huu, na leo bwana, nimekuja kuzungumza mambo machache sana. Si na mambo mengi ya kuzungumza, ila na kwa mtu ahusia sana kuzungumza mambo yakihusia, na ukisikiliza kwa umakini, utapata kwamba kuna jambo fulani ambalo litakusaidia maishani, moja au la pili hivi, na kana kwamba unahitaji pia kujua mambo fulani katika ulimwengu huu, au unatamani sana kupata uhasia kitu fulani na makunsha fulani, tafadhali nionee pale kwa comment, na basi tutajua hali yako jinsi ilivyo. Kwanza kabisa nilikuwa nikizungumzia kuhusu pesa na ndoa. Leo nimeamua kuzungumzia kuhusu jambo la muhimu sana uh, kuheshimu watu wanaokuzunguka. Leo nimeamua kuzungumzia husu jambo moja na muhimu sana katika maisha ya binadamu, kuheshimu watu wowote wa wale wanakuzungumza, aidha e, ni mtoto mdogo, mtu mzima au kijana, wote ni binadamu wanakuzunguka wewe. Leo ninakuzungumzia jambo la kwanza ambalo ni dharau. Unapomwona mtu yeyote kwa maumbile yake ama kwa njia yake ama jinsi alivyoumbwa ama maisha yake yanavyoendelea, usimwonee gere wala Uka, ukeka chuki moyoni mwako kwa huyo jamaa basi au mtu ule, unajikuta kwamba kuna mambo mengi sana yanajitokeza katika maisha yako baadaye ambayo utashangaa yani, kuja kujaje, na haya mambo yanajipatikanaje katika maisha yangu? Kwa nini haya mambo yanakuja na, hayawi na haya kukuwepo? Je, kunaendaje? Kwanza kabisa mtu yeyote anayekuzunguka nishasema tayari, uenda akawa mtoto mdogo huenda akawa kijana au mzee. Hawa watu wa maana sana kwa sababu wanakuzunguka wewe. Hawa watu wana kitu wanachokiita uwakilishaji, yaani wanaweka vitu akilini, au mtoto mdogo au mtu kati au mtu mzima, basi tusiwadharau watu. Hiyo ndio inamaanisha, usimdharau mtoto anayekuzunguka. Unajua, kumbuka kwamba ukimdharau mtu leo kwamba hana chochote, hafa chochote, mpumbavu, ana nini huyu? Kuna wakati narudia jambo, anaweza kuwa maskini, anaweza kuwa tajiri, anaweza kuwa hohehahe mchochole mwenyewe, lakini kuna jambo nilikuwa nataka kuzungumza hapa, usiwadharau, maana hawa watu wapo kwa sababu yetu sisi, na sisi tupo kwa sababu wao, yaani namaanisha uwepo wangu mimi kwa mtu aliye karibu nami, na ni wa maana sana, na pia huyo yule mwingine aliye karibu nami na hmm, pia uwepo wake ni wa maana sana hapo. Hakuna utani, nazungumza mambo ya ukweli hapo. Hakuna utani, mimi nakutegemea wewe, wewe unamtegemea mimi. Kwa nini tudharauliane basi? Kwa nini tuchukiane? Yaani, ukimwona mtu anatembea, wewe unaona kama huu mtu ana nini, yaani tataki kumwona maishani, ningekuwa na uwezo huu mtu angekuwa yaani ama kuna kitu fulani akushinda, una wivu naye, hicho kitu kitachangia kita sana wewe au mtu yeyote aliye karibu nawe, ama wewe kumchukia yeye, ama yeye kuchukia wewe, na ninayazungumza ni kweli. Yani madharau, tusiwadharau watu wanaotuzunguka sisi, wana maana sana sababu ukimdharau mtu yeyote, uweza akawa mtoto mdogo sahii nakumbuka sisi tunaishi sasa hizi, wewe unacho yeye hana, una mdharau, unamuona kama kitu hakuna. Nakumbuka wakati mmoja nilisema maisha ni kama mpira unaogongwa juu na mchezaji, na kisha baadaye kule juu unatembea upepo na uipiga unasikia vizuri, na tena huo mpira utarudi chini kwa uwanja, utagongwa na mchezaji mwingine tena utarudishwa juu tena, mpira itajinjoi kule juu, hakuna kupigwa tena, inarudi chini. Na kwa hivyo ndivyo maisha yalivyo. Wakati mwingine tunakuwa tu kwa mashida sana hmm. hizo mashida wakati zinafika, wakati fulani zinakwisha. Zikisa kuisha unakuwa na maisha mazuri, umesahau kwamba ukikosea kitu utarudi kule, na ukikosea ni vipi? Kudharau watu wengine, kuwaonea wivu, kuwaona hawa watu hawafai katika mazingira yako, nakwambia utarudi chini na kugongwa tena, urudi juu, itachukua muda. Yaani najaribu kuzungumza kuhusu jambo fulani muhimu sana, tusiwadharau watu wowote wanaotuzunguka sisi, tuwaheshimu. Kama ni mtoto mdogo, mtu mkubwa tuwaheshimu tu, hmm? Unajua? Nafa nafaa tuwaheshimu. Na kwanza kuna jambo nataka kulizungumza juu ya heshima hiyo. Siku hizi kume, hapo nyuma kulikuwa kwamba eti mtoto mdogo lazima amsalimu mtu mkubwa kwa heshima, ipo hata saa hizi, ni hivyo ndivyo maisha yalivyo, unapokutana mtoto anamsalimu mtu mkubwa, shikamoo babu, shikamoo babu, shikamoo mama, marahaba mwanam. Lakini pia na sisi watu wakubwa tungoje tu tusalimiwe? Pia ambia mtoto, habari yako, mwana, waendeleaje? kwa vyema. Hiyo ndio maisha ya heshima. Mtoto akupe heshima wewe, mpe mtoto heshima. Kuna gani swali? Sasa ni je, hapo kuna gani? Heshima tu, hakuna lingine. Nakumbuka kwamba heshima hainunuliwi na haitafutwi. Heshima hujijenga katika ndani ya mtu. Nazungumza ukweli, tuheshimiane. Yaani, ukipokea kitu shukuru Mungu, hata kama ni kazi kakulipa wewe. Ah, asante ni neno ndogo, lakini ni la maana sana. Unajua pia kama umezoea kusema neno asante, naifika wakati mmoja mtu akupe kitu ukosa kusema lile neno, huwa nina maswali mengi sana itafika pahali, limekupata katika akilini mwako. Na kama kawaida, binadamu hukosea, huwa na haraka wakati mwingine. Yani sisi ni binadamu, lakini ndani yetu tujenge heshima. Heshima ni kumsalimia mwenzako, una hali gani, unaendeleaje? Unajaza imani na amani Yani muna kwa, kwa amani, maisha yanaendelea vyema. Yani, hakuna chochote kitacholeta vita, ni heshima tu. Bora umemheshimu mtu mwenzako, naye akakuheshimu, hautamchukia, hautamwonea gere. Kuendelea kwake kutachangia wewe pia, wewe kuendelea, maana yeye akiendelea, pia wewe utaendelea. Lakini usiwe yule mtu mwenzako akiendelea, nasema mm, siku hizi tikaingia kuabudu abudu vitu gani juu mashetani, jui wengi wanasema Freemason na Illuminati, those things are there, yes, but not all people are in. Yes, bora tuheshimiane. Kumbuka kwamba heshima huleta amani na kuleta upendo pia, kwa sababu unapomheshimu mwenzako, hapo ndipo upendo utakuja kwa sababu tayari angalia, mwana huyu asasema, shikamo babu. Marahaba mjukuu wangu. Hapo kuna ka upendo <laughs> yani, yale maneno peke yake yanavuta upendo. Hayo maneno yanavuta upendo, hayavuti chuki yoyote. Hataka munifate vyema kabisa. Wakati mwingine lugha ya Kiingereza nasema kwamba kwa simu, wakati mwingine unaweza kaangalia tu vitu ukatulia, wakati mwingine ziakuleta shida sana. Nashanga shida hii ilitokana na nini? Kitu gani kilileta hii, kilileta hii shida? Je, ni kitu gani? Yani wewe kama mtu akakwambia kitu cha maana, lakini ukakiangalia tu kana kwamba ukioni ukifikiri yupo yupo tu. Nakwambia mimi na wewe, tafadhali tufanye mambo yaliyo mema, na hivyo ndio heshima. Na heshima inapojengeka upendo unajengeka, amani inajengeka, imani inajengeka, yani kuna kwa na hali nzuri sana ya maisha, hapo ndipo utapata. Hakuna vita, kutatokeaje vita ndani yenu? Mlianzisha heshima kando, na hiyo heshima kuna upendo wa amani, kila kitu kimetokea ndani, basi vita zitatokea wapi? Wizi itatokea wapi? Wivu itatokea wapi? hmm? ninayozungumza ni kweli. Tafadhalini, yeyote yule, basi tufanye mambo yaliyo mema. Heshima tuiweke mbele, tusiangalie huyu ati ana nini, huyu huwa anafanya nini? La hasha! Wewe mheshimu tu, utashangaa majibu yake, utamwona pia naye anakuheshimu na pia na ninyi mnayoheshimiwa, pia nanyi heshimu wengine, usioni unaheshimika kwamba unataka uabudiwe. La hasha, mtu asikuheshimu ukaona ah, kumbe mimi naweza kuwa Mungu, utamkufuru Mungu wako. Sasa tutakuwa siku ya mwisho utakapokuwa unaonja hukumu wako ya yeah. Yohana mstari wa tano mlango ni wa ishirini na tisa inasema, kwa wale watakaofanya mema wataenda ama watapata ufufuko wa mema, hilo ndio ni hukumu yao, na wale watakaofanya maovu pia watapata ufufuko wa maovu, yaani judgment, yaani hukumu ya uovu. Kwa maana kwamba siku za mwisho zikifika, ukiona kwa, kwa laini wanasema huyu ni muovu jua wewe pia wewe ni muovu, kwa sababu Biblia ishatuambia tayari, hawa watu uliosimama na wao ni waovu. Nikena mbele yako mtu anahukumiwa kwa mambo mazuri, kujua pia wewe we una mambo mazuri, hivyo ndivyo pia ujue uko kwa laini ya hukumu ya watu wenye mambo mema na mambo haya. Atatakuja kujaje kama wewe hautaheshimu? ni hivyo tu. Ndio maana leo nimesema kwamba leo nimetaka kuzungumzia kuhusu heshima tu, kwa sababu uanza sana na dharau dharau dharau tu. Kwa nini tudharauliana? Ila ndio swali tu, natumai watu wengine kwenye komenti waseme, ila jambo, kwa nini mdharau mwenzako na huyo mwenzako ako kama wewe yeah, yeah. Kuna nini? yaani wewe una mdharau mwenzako na mwenzako ni kama wewe. Huyo mwenzako aliumbwa na Mwenyezi Mungu vile wewe ulivyoumbwa. Sasa unapomdharau mwenzako, usifikiri unamdharau yeye peke yake, una mdharau hata Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo tunakufuru pia Mwenyezi Mungu. Mtu ana macho ana mapua na mdomo masikio kichwa kama wewe, iliale kitu ambacho hana peke yake ni nafsi yako. Maana wewe una nafsi yako wewe peke yako, naye ana yake pia. Kwa roho, wewe una roho yako pia, ana roho yake sawia. Na mwili, yeye ana mwili wake, wewe una mwili wako, lakini sisi zote tu ishara tu sura tu mwenendo wa Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu ni wa upendo, ni wa amani, ni wa heshima, kwa nini na wewe umdharau mwendako? Tafadhali tusidharau wenzetu. Hilo ni ombi maana kadharau wenzetu, hivyo ndo chuki inaanza, wivu inaanza, mambo mingi anajitokeza ndani yake, naza kutembetembea natafuta hawali juu wa kienyeji, vitu mingi tu unafanya hivyo kwa sababu ya nini? ya huyu mwenzako oh. huyo mbao ulimdharau ulum, kwanza ulipo mdharau naye anainuka, dharau ikazaa wivu ukaanza kumtafutia oh jinsi ya kumfanya nini, jinsi ya kumfanya nini. Pia wewe kumbuka, unapomfanyia atakurudia. Ndio kwa maana ukimuheshimu, heshima pia kwako itaja. Hata asipokuheshimu yeye, utapata kwamba kuna watu waliokuzunguka ka, kati ya wewe au katika mazingira yako, wanakuheshimu. Tenda mema, nenda zako, kwa sababu unapomdharau mwenzako, pia wanao wengine wale watakudharau wewe kwa sababu wewe mwenyewe unakipanda ndani yako. Ukipanda ndani yako kinatoa matunda, hawa wengine watavuna matunda ya kwako. Sasa watakudharau pia. Ukipanda pantosha, utavuna pankwisha. Mm. haya Neno lishasemwa na ishasemwa ni neno na ni neno limeendelea, na neno bado ni neno tu. Tutazidi kuzungumza kuhusu haya mambo, lakini nimesisitiza sana, tusidharau wanao tuzunguka. Tafadhalini tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, tuishi kwa amani na tusiwadharau wenzetu hata kama hana hata kama anacho, tusiwadharau wenzetu. Unajua kwamba maskini kutokea duniani ni kwa sababu ya tajiri, na tajiri pia kutokea duniani ni kwa sababu ya maskini pia. Tafakari chenye maskini hana wewe unacho, na pia wakati mwingine chenye tajiri hana, maskini anacho. Maisha lazima yasikiwa sawili, tuishi katika ulimwengu mmoja, tutembee kwa pamoja. Unapoona mtu anahitaji msaada wako, usingoje uambie, huyu mtu anahitaji msaada wako. Wakati mwingine baraka hutafutwa, hmm. Na laana ujileta. Ndio maana wanaenda katika madhabahuni, wanaelewa ukuwe msilamu, ukuwe Mkristo, ukuwe mbudha, unapoenda katika madhabahu haya, kuna vitu viwili lazima utatoka nazo, aidha baraka au lahana. Na kumbuka vile nimesema, baraka hutafutwa, lahana ujileta, kwa sababu ukienda kanisa, kwenye haya mabadi, upo, upo tu wenzako wanaomba, wewe upo, tunafahamu mambo yako, fikira zako potofu. Je, utatoka na nini? baraka au laana? Kawaida utatoka na laana nakumbuka, laana haijiandiki kichwani wala kifuani wala kwenye mpaji la uso wako, haijisomeki, ila itajitokeza katika maisha yako. Utashangaa sana hii ilikuja kujaji kwa sababu pia, ulipoenda kule maabadi, hukuheshimu wale walio huko. Uliona wana wanasema wana nini, wanakuhubiria wewe, wewe unasema una, una muda usiisha haraka baienda kwa mambo hmm, yao. Hiyo ni heshima tu bado, kwa sababu ukiwa na heshima lazima utawasikiliza wenzako. Ukiwa na heshima lazima ukizungumza wenzako atakusikiza pia. Tunajua kuna wale wana roho chafu, lakini hizo roho zitasafishika vipi eh? ni kwa mienendo yako wewe mwenyewe. Unakumbuka, unajua kwamba kuna mtu anaweza kuwa anakufikiria jambo mbaya na hajui mienendo zako hajawai kufuatilia vizuri lakini anaposikia kwamba wewe ulifanya kitu fulani cha maana, unajua pia naye hujiuliza sana maswali, nilikuwa namdharaa huu mtu, kumbe ni hivi tu yeah. Nilikuwa naona mtu ni kama ni bumbwazi, kumbe ni hivi tu niko na mtu awezi fanya hiki kitu kumbe anaweza. Unapomwona mtu unaweka una dharau juu yake, wewe haujui maisha yake yako vipi. Hapo kesho ni yeye atakayekusaidia kusaidia e. Kwanza mimi ni mwana watu wengi sana katika ulimwengu tangu nizaliwe, naiinakanikwa nazo ni mwana watu wakidharau wengine tena wao ndio wameenda kutafuta msaada kwa wao baadaye. Sisemi kwamba u... nikulipisha kisasi la hasha. Hivyo ndivyo yalivyo. Ukimdharau mwenzako, atakudharau siku moja, na pia utamsalimia kwa heshima. Yaani ulimdharau mtu kisha baada ya miaka naenda miaka rudi, unakuta kwamba huyo mtu uliyemdharau unahitaji msaada wake kwa kumalizia, nataka kuwapa hadithi moja. Napenda hadithi sana, waliokaribu nami wafaa wajue mimi napenda hadithi sana. Ni za hadithi zangu huwa za mafundisho na misemo, usipokuwa makini hautajua ninazungumzia kuhusu. Kulikuwa kuna kijana mmoja kawaida, alikuwa mjini anaishi katika kijumba kimoja, kila kitu ndani. Wakati mmoja alikuwa anatafuta kazi sana. Sasa ikafika wakati akenda akaabiri gari, juu alikuwa amesikia pale kuna kazi wanatafuta watu, na alipofika kwenye gari alipoabiri lile basi, safari ikaanza kuenda, alikuwa ameketi na watu wamejaa furifuri furi sana kama kiberiti tu. Uh, ikafika katika mtaa fulani, mzee kilemavu akaingia. Ni mtu mzee hivi lakini si mzee fi, vilevile akaingia na alikuwa mlemavu kama ni, niseme kiwete, kwa fupi alikuwa kiwete na hawezi akasimama, na gari limejaa furifuri nilivyosema kama kiberiti. Sasa huyu kijana akaona hakuna mtu yeyote anayemshughulikia huyu baba, akamwita akamwambia, wewe keti hapa, kulingana na hali yako unahitaji kuketi hapa. Jamaa akasimama, yeye akajishikilia kwenye mlango wa gari, gari likaenda likasafiri, masaa yakaondoka. Alipowadia katika lango kuu, maana nilipokuwa kwenda nomba kazi na ilikuwa ni kubahatisha, jamani, watu ni wengi, watu ni wengi, ikaminika, pange foleni, unaingia ndani, unaangaliwa stakabadhi zako, kama utafauliwa kazi, ingia ndani ikawa vivyo, akaendelea akaendelea akaendelea akaendelea akaendelea, yaani alishinda. Kwa hiyo foleni masaa mawili, watu hawaishi nagtu n na, wanatokea na, huku wanatokea huku, vijana walikuwa wengi sana. Alipofika kwenye lile dawati lilikuwa likifanyia ile jukumu alikuta ni yule mzee babu aliyemsimamia garini alipoabiri matatu barabarani. Huyo mzee hata hakuangalia stakabadhi <laughs> kamwambia, kama bia kijana, sangakana tutazungumza, nakwambia. Walikuwa wanatafuta watu kama mia moja ili vijana walikuwa wengi Alikuwa mmoja wa wao watu kama hajui nini kilichotendeka. Ndio huyu mzee akamwambia, ni mimi niliyofanya ukapata kazi. Heshima yako ndio iliyokufanya ukapata kazi. Tunahitaji watu kama nyinyi katika kampuni hii, tunahitaji watu kama nyinyi kwa kampuni hii yetu. Na akapata kazi nakaulizwa na kuna ye mtu yeyote ambaye hana kazi inayomsaidia? Akasema ndiyo, akaleta dada yake akaleta marafiki zake. Yeye alitoka hile kazi baada ya muda, miaka nene miaka rudi, akapata kazi nyingine, lakini kupitia kwa kupitia kwake e heshima yake, yeye watu waliokuwa nyuma yake walipata kazi kwa hiyo kampuni daima na hawa watu, kwa sababu yeye ndiye aliwafanya wakapata kazi, wakati yeye halikosa kazi na wao. Kuna wengine wamefungua biashara zao, He, nini, kila mtu ana biashara yake nini nini, wakamwambia tunahitaji mtu, na kama sema mimi kwa nimesemea walimu kaambia, basi si tumefungua shule sasa hivi so ni mwalimu kwa heshima yake, alipata kazi ya walimu, alikuwa jamaaza kuzizaka kaenda, kamaliza, wakamsaidia akawa mwalimu, na sasa maisha yake anaendelea vyema, kwa sababu ya heshima tu, kumwambia huyu mzee keti hapo, acha mimi niseme. Alisaidia watu wengi sana, wakawa na amani ya roho, upendo zikazalika. Heshima huzaa vitu vingi sana hivyo basi, leo naamua kukomea hapo, sitakaa, sitaki kunyongwa na koo juu ya mata, sina maji ya kunywa. Asante kwa kunisikiliza. Endelea kutazama video hizi za mafundisho mingi sana kila wakati, uliopo uko tayari kutazama na kusikiliza habari hii. Jina langu ni Abel Shikana Kingsmile, kijana mwenye furaha. Kumbuka subscribe. Share. Thank you in advance. Na Mwenyezi Mungu awalinde.